Kile ambacho tulikifanya ni kwamba sisi kama watafiti e, tulijikita zaidi kwenda kuangalia yale malengo ambayo yalikuwa yamepangwa yame, yame na mpango sasa, katika kwa sababu mpango ni wa miaka ya, mitano sasa. Kufikia mwaka juzi 2023 mwezi Disemba ulikuwa tayari umefikia e, kipindi cha kati, kipindi ambacho ndio tulikuwa sasa tuna sisi kama watafiti pia tulikuwa tunafanya e, tathmini ya mwisho ya mradi wa mtoto kwanza. Sasa katika tathmini hiyo, kuna mambo kadhaa ambayo tumeyabaini kwenye kujenga mazingira wezeshi ya utoaji wa huduma, hasa hasa ukizingatia kwenye ngazi ya kitaifa, masuala ya kisera, miongozo na e, kanuni mbalimbali ambazo zinapelekea utoaji wa zile huduma a, funganishi za malezi makuzi, na, na maendeleo ya awali ya mtoto kwa maana ya elimu, afya, eh, malezi yenye mwitikio eh, fursa za ujifunzaji awali, lakini pia na lishe, lakini pia ulinzi na usalama wa mtoto. Tumeona kwamba sekta nyingi hasa eh, hasa sekta ya elimu imefanya mabadiliko makubwa ya kufungana, kufungamanisha masuala ya, ya nurturing care kwa maana ya yale uh, maeneo matano yanayo E, yanayo kwa ajili ya kumkuza mtoto utimilifu wake. uh, tumegundua tatizo kubwa ambalo bado katika eneo hilo, bado kuna sera na sheria za msingi, hasa sheria ya mtoto ya kumlinda mtoto ya mwaka 2019 lakini pia na kanuni zake na, na, na sera yake bado zinatakiwa zifanyiwe mapitio. Lakini pia kuna sheria ya, eh, kuna sera ya afya ya mwaka 2017 na pia nayo pia ya... kuna sera ya afya pia inahitaji kufanyiwa uh, maboresho uh, au mapitio. Lakini kimsingi kuna jitihada kadhaa zimefanyika katika eneo hilo. Lakini pia ukija kwenye eneo la mifumo, kujenga mifumo, hasa hasa kuongeza ile rasilimali, kwa maana ya rasilimali watu ambayo inasaidia sasa kwenye utoaji wa huduma, tumeona kuna mafunzo mbalimbali yamefanyika kupitia mradi wa Mtoto Kwanza, mafunzo ya sayansi ya malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto, na sasa hivi tuna waandishi wa habari vinara ambao wamepewa hayo mafunzo lakini pia kuna vinara kutoka kwenye asasi ambazo sio za kiserikali ambao pia ndo wanaratibu. Changamoto kubwa ambayo tumeigundua katika tathmini yetu, bado kuna shida ya upatikanaji wa hizi takwimu za utekelezaji. Kwa hiyo tumeona jitihada ambazo zinaendelea kufanyika kwa kuwa na ile scorecard ya ECD, ambayo pengine ikianza kufanya kazi tutaweza kupata taarifa za msingi na kuweza kutambua mchango wa wadau mbalimbali mbali katika kutekeleza hii program lakini tunafahamu jitihada nyingi zimefanyika mpaka wakati huu, na labda kikubwa zaidi ni kwamba, swala lingine ambalo limejitokeza lime katika tathmini hii ni kwamba ushiriki wa wazazi kama, e, kama ndio entity ya kwanza kabisa katika malezi makuzi na maendeleo ya mtoto, tumegundua kwamba wazazi wengi, hasa kwenye eneo la fursa za kujifunza, wamezingatia zaidi mtoto anapokwenda kwenye ile elimu ya awali wanazingatia zaidi kuzungumza Kiingereza au kuanza kuhesabu, lakini eneo lile ni eneo ambalo inia kumjenga tu mtoto katika makuzi yake, lakini sio eneo ambalo linampima mtoto kwa kuhesabu vizuri na kuongea Kiingereza. Lakini pia vyombo vya habari vimeweza kutumika zaidi katika kupaza hiyo sauti, na ndio eneo ambalo pia linatakiwa liwekewe mkazo zaidi, kwa sababu ndio wanaweza kuwafikia wananchi kwa urahisi zaidi. pote ambayo imetolewa tunaona kuna hatua kubwa zimepigwa hasa ukizingatia programu iko katika fezi ya kwanza, lakini jitihada nyingi zimefanyika na serikali zimefanywa na serikali na wadau mbalimbali katika kuhakikisha kwamba yale maazimio ambayo yako kwenye programu yametekelezwa. Tunaona um, huduma mbalimbali mbali, kwa mfano suala la uratibu limewekewa mkazo na uratibu huu kwenye ngazi ya kitaifa unaonekana ni mzuri zaidi, lakini bado tunaambiwa tunahitaji kufanya jitihada zaidi katika kuhakikisha kwamba hata uratibu katika ngazi ya, ya vijiji na halmashauri pia una unaboreshwa. Kingine tunaona e, watu wa huduma mbalimbali wamefundishwa kwenye masuala ya sayansi ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ili kusaidia kuboresha utoaji wa huduma, lakini tunaona pia jitihada ambazo zinafanywa na serikali katika kuhakikisha kwamba umri husika wa watoto pia unawekewa una mkazo katika kuhakikisha kwamba wanapata zile huduma stahiki za malezi ihali wakiwa wadogo. Na tunaona jitihada kubwa zimefanywa na serikali hasa kupitia Wizara ya Elimu katika kuhakikisha kwamba eh, shule hizi ni mandatory ni wanaweka msisitizo katika kuhakikisha kwamba pre primary inakuwa ni msisitizo kwenye shule za msingi. Tumeliona hilo swala la chakula mashuleni, tumeona tumesikia taarifa zake, na tunaona idadi kubwa ya watoto ambao wanapata huduma kupitia mradi huo wa shule e, chakula mashuleni. Ni jitihada kubwa kwa kweli zimefanyika, japokuwa pamoja na mafanikio yote hayo ambayo tunayaona, bado tunahitaji kuwekeza msisitizo mm, haswa kwenye upatikanaji wa huduma za malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kwa hawa watoto ambao wanazagazagaa tu, hawana hawajapelekwa shuleni, kwa sababu bado tuna ombwe kwenye utoaji kwenye vituo vya kulelea watoto mchana vya kwenye jamii. Vipo vituo lakini vingi ni private, na tunatamani mtanzania yoyote mwenye umri huu wa kwenda kwenye, kwenye vituo vya kulelea watoto mchana wapate fursa. Wanapataje sasa? Ni lazima kuwe na mwitikio wa wazazi na jamii kwa ujumla kuona umuhimu wa kuwekeza kwenye swala la malezi na hatimaye kuweza kuanzisha hivyo vituo kwenye jamii, lakini vile vile, vile kuweza kuhakikisha kwamba watoto hawa pia wanapelekwa. Bado tuna ombwe kwenye swala la bajeti ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, ni miongoni mwa mjadala mkubwa ambao umefanyika pale ndani leo na tunafikiria serikali ni sikivu. Serikali ya mama Samia Suluhu Hassan ni sikivu, imesikia na tunaamini kwamba zipo juhudi zitakazoenda kufanyika katika kuboresha eh, kiwango cha bajeti kinachotengwa kwenye swala la malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ni sekta mtambuka, kwa maana inaleta sekta mbalimbali mbali. inaleta sekta ya kilimo kwa maana ya maswala ya, ya lishe unaleta sekta ya mambo ya mazingira kwa sababu ni vizuri mazingira yakawa safi na salama kwa watoto kucheza, ili kuwaepusha na maradhi mbalimbali yanayoweza kutokana na uchafu, lakini vile vile sekta ya afya, sekta ya elimu na sekta ya habari pia kama ambavyo tunaona, na sekta ya ulinzi na usalama kwa sababu ulinzi na usalama wa mtoto hasa kwenye madawati yale ya ulinzi na usalama wa mtoto ambayo iko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Tunaamini kabisa kwamba kwa pamoja tunaweza kufanya mambo yakawa bora zaidi. Tathmini ya utekelezaji wa programu yetu ambao wamewasilisha taasisi ya ustawi wa jamii na askui pia inathibitisha sifa hizo, wao kwa wabojo wenu mmeazimia na kamboli kubwa zinaapisika.